Assalamu As alaikum, na karibu katika kudukuu za vichwa vya vi habari vya magazeti mbalimbali ya mbali Tanzania. Leo ni tarehe 11 mwezi wa tano mwakani elfu mbili na ishirini na tano, siku nzuri kabisa, siku ya Jumapili, kwa moyo mkunjufu kabisa ni kualike kuna kudukuu za vichwa vya vi habari vya magazeti mbalimbali ya mbali Tanzania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 Gazeti Habari Leo katika ukurasa wake wa mbele ya habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia msikivu kwa viongozi wa dini, atajwa kuwashirikisha masuala ya kitaifa. Habari kamili ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. CHADEMA yazidi kumeguka, habari katika ukurasa wa tatu. Kanisa Tanzania lajivunia papa leo, CCM yampongeza, habari katika ukurasa wa nne. Kampeni ya msaada wa kisheria kuendelevu watu milioni mbili nukta saba wanufaika. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Msuya hakupenda visingizio, mvumilivu. Habari kamili ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Gazeti hili imeandika, Biteko Msalaba Mwekundu isizuiwe kufanya kazi. Habari katika ukurasa wa nne. Mwalimu jela kangu kuapua mafao ya milioni sabini. Habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, habari picha katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili ikimwonyesha Waziri mkuu Kasim Majaliwa akiwa kwenye kilele cha dua maalum ya kuombea viongozi wa kitaifa maani uchaguzi mkuu, pamoja na kuombea mamufti na mashehe waliotangulia mbele za haki katika msikiti wa Muhamed wa sita Kariakoo Dar es Salaam, pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu na gazeti Mwananchi lenye katika ukurasa wake mbele ya habari iliyopewa kipaumbele ni siri nyuma ya mavazi ya Papa fundi wake wa ushonaji asimulia alivyokuwa akiandaa kwa miaka sabini iliyopita awavalisha mapapa wanne tofauti, papa Francis ampa mtindo tofauti aliyoutaka mwanawe aandaliwa kurithi ufundi wa baba yake. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika Chadema yamtaka IGP atoe kauli kupotea kwa Mdude ni matukio juu ya matukio. Wakati Chadema ikimtaka mkuu wa jeshi la polisi atoe kauli kuhusu sakata la Mdude Nyangali, makada wake wengine pichane wamejengue huko Operation No Reforms No Election ikiendelea, habari katika ukurasa wa tano wa gazeti hili kashfa, kejeli zinavyogubika talaka za mastaa habari katika ukurasa wa 12 wa gazeti hili. Gazeti hili imeandika ushahidi waeleza mama alivyomuua bintie kwa kisu. Habari katika ukurasa kukanda, wa 21. Mahakama Kuu Kanda ya Dar es Salaam imeelezwa jinsi Sofia Mwenda mwenye umri wa miaka 64 alivyoshirikiana na mwanawe wa kiume Alphonse Magombola mwenye umri wa miaka 36 kutekeleza mauaji dhidi ya binti yake. Majaliwa waeleza mchango wa dini kwa ustawi wa jamii. Habari katika ukurasa wa tatu na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele Jumapili ya leo. Nalo gazeti Nipashe Mwanga Jamii nalo katika ukurasa wake mbele limeandika ripoti maalum, malezi ya single mother, athari kwa a fya akili. Habari katika ukurasa wa gazeti hili. Picha inaonyesha Waziri wa Maendeleo ya Jamii jinsia, wanawake na makundi maalum Dorothy Gwajima. Gazeti hili imeandika Profesa Janabi adharisha kasi ya kiharusi, habari katika ukurasa wa pili. Mpasuko pamba moto, Chadema viongozi wanachama wengine wajengua mnyika to neno, habari katika ukurasa wa tatu. Gazeti hili imeandika ACT wa Wazalendo sasa Yagomalia hoja kumi, ripoti ya ukaguzi ya CAG ya habari katika ukurasa wa pili. Ripoti maalum hatari maradhi watoto kushindwa kumaliza chanjo. Habari katika ukurasa wa tano. Ukurasa wa saba, kona afya, huu ndio undani wa tezi dume, ya habari imeandikwa kwenye ukurasa wa saba wa gazeti hili. Habari picha, ukurasa wa mbili wa gazeti Nipashe, inayoonyesha lori lenye namba za usajili t 298 cbl lililokuwa na shehena ya mifuko ya saruji likiwa limeacha njia baada ya kumshinda dereva na kugonga nyumba na kuwaka moto katika eneo la mteremko, eneo la wazo Magengeni, kata ya Wazo, manispaa ya Kinondoni, Dar es Salaam, jana na kusababisha watu wanne kujeruhiwa vibaya na uharibifu wa mali. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Michezo, ukurasa wa mbele wa gazeti ya Nipashe ni Simba yaivaa KMC ikiwaza fainali kafa. Habari katika ukurasa wa ishirini na nne na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe, mwanga wa jamii. Nalo gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na wazi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dkt. Mwinyi azindua kampeni msaada wa kisheria, asema itaongeza upatikanaji wa haki. Habari imeandikwa kwenye ukurasa za ndani za gazeti hili. Serikali itaendelea kuimarisha huduma za afya, Hemedi. Habari katika ukurasa wa pili dini zina mchango mkubwa kuimarisha ustawi wa jamii Majaliwa. Habari katika ukurasa wa sita. Wawakilishi wapitisha bajeti ofisi ya rais. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Zanzibar Leo limeandika duru ya mazungumzo Iran Marekani kufanyika leo. Habari katika ukurasa wa tisa, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo katika ukurasa wake wa mbele. Nalo gazeti Mzalendo lenyewe katika ukurasa mbili, habari iliyopewa kipaumbele ni madhehebu ya dini yana mchango. Waziri mkuu anasema ndio sababu Rais Samia amekuwa akiendeleza ushirikiano kati yao na serikali. Habari katika ukurasa wa pili, nukuu ya Kassim Majaliwa ikisema ni ukweli usiopingika sote tumeshuhudia kuwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, jinsi gani anawathamini, anawasikiliza na kuwashirikisha viongozi wa madhehebu ya dini katika masuala muhimu ya kitaifa. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Dkt Biteko atoa ahadi Red Cross, habari katika ukurasa wa tatu. Chadema taban rundo la wanachama wake waendelea kubwaga manyanga. Lakini gazeti hili limeandika Pakistan India ubaya ubwela, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Gazeti hili limeandika Tanzania Msumbiji zaidi kulinda rasilimali za bahari, habari katika ukurasa wa nne. Rais Dkt Mwinyi aunga mkono wa huduma msaada kisheria wa Mama Samia, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika mapokezi, raisi wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dkt Hussein Ali Mwinyi akisalimiana na viongozi mbalimbali kabla ya kuzindua kampeni ya kitaifa msaada wa kisheria ya Mama Samia katika viwanja vya Mtende, mkoa wa Kusini Unguja jana undani wa taarifa hizi ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Na sasa tukiwekia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti Mwanaspoti linyo katika ukurasa wake mbele limeandika kisa Yanga Simba kununua kila bao Bara yaweka dao mechi zote tano kuanzia leo. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, ligi kuu ni KMC dhidi ya Simba leo Jumapili saa kumi kamili jioni KMC gazeti limeandika dabi ya Kariakoo kupelekwa mkutano mkuu Yanga. Inayofuata ni Yanga dhidi ya Namungo, Jumanne Mei 13, saa kumi kamili jioni, KMC Complex. Lakini pia gazeti hili limeandika dakika tisini za fainali championship sita za chini ni Kiluvyo United mwenye alama ishirini na nne akiwa amecheza michezo 29 Green Warriors mwenye alama ishirini na tatu akiwa amecheza michezo ishirini na tisa wakati Transit Camp mwenye alama ishirini na moja amecheza michezo ishirini na tisa Cosmopolitan mwenye alama ishirini amecheza michezo ishirini na tisa nafasi ya kumi na tano ni African sports mwenye alama kumi na tisa na biashara united mwenye alama kumi na tano ambao hawa wanashuka daraja orodha ya wafungaji ni Andrew Simchimba wa Geita Gold mwenye mabao kumi na nane. Kumi na saba ni Abdulazizi Shahame TMAFC mwenye mabao kumi na saba, wakati Raisin Hafidhi wa Mtibwa Shuga ana mabao kumi na sita. Kumi na moja ni Naku James wa Mbao FC, wakati Eliud Ambokile wa Mbeya City ni miongoni mwa wafungaji ambao wapo kwenye orodha ya wafungaji bora championship. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Mwanaspoti limeandika uarstar tayari kuchagua timu. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Ateta, ateta unabisha, angalia takwimu. Habari katika ukurasa wa kumi na nane. Bundesliga leo ni Leverkusen dhidi ya Dortmund, mchezo unapigwa saa kumi na dakika thelathini jioni, na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa mbele wa gazeti Mwanaspoti. Kamata nakala yako usome kwa undani zaidi magazeti ya habari, habari za michezo na burudani, lenye limeandika Simba kula kiporo cha mwisho. Hili ni swali. Simba leo itakuwa genene katika uwanja wa KMC Mwenge, Dar es Salaam, kucheza mchezo wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya KMC. Unani taarifa hii katika kurasa za ndani. Biteko adokongole tulia marathon. Serikali imewapongeza washindi wa mbio za tulia marathon na kuwashukuru wadau wasanii walioshiriki mbio hizo, ambapo mwaka 2025 kumekuwa na washiriki 2000 kutoka washiriki 307 mwaka 2017 lakini pia gazeti hili limeandika yanga kuzuia bingwa bara mahakamani wanachama wa yanga kupitia viongozi wa matawi wamesema wataenda mahakamani kuweka katazo la kutangazwa bingwa wa ligi kuu msimu huu mpaka uchunguzi uliosemwa na bodi ya ligi kuu tolewe hadharani. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Abigail Chams ashukuru kutajwa tuzo Bet habari katika ukurasa wa 21 na hivyo ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, na gazeti hili linakamilisha urukuz ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali mbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwa heri kwa sasa.